Kwa zanguaislam mpandaneni ajili ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, wallahi li ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutakapopendana ajili ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakwenda kuita aina almutahabbuna fi aina almutahabbuna fi jalali, wako wapi wale waliopendana ajili yangu leo, <coughs> na niwaweke katika kivuli changu siku ambayo haina kivuli ila ni kitu kimoja ndugu zangu s tuwene na mapenzi na tufahamu kama yatakapokosekana mapenzi ndani ya vifua vyetu, mtajaa mambo mengine, mtajaa husuda. Maanake kinyume cha mapenzi ni husuda. Sasa husuda ndizo tulizonazo sisi, zimejaa humo moyoni mpaka zafasa, na husuda ni maradhi mabaya kama tulivyosema. Ndugu zangu Waislamu, tutadharini sana na maradhi ya husda yani, tuchunge- tuchungeni sana mneema mus, mwenziyo, mwenye mwenye mwenye neema mwislamu wenzio. Ukimwona mwislamu wenzio ana neema, muombe dua Mwenyezi Mungu amzidishie ile neema, atakuja kusaidia hata kama siku moja, lakini usimwapize usiwe na chuki. Mbona mpaka wengine uende ugangani, hasa karoge ile neema ya mwenzie ifutike anakwenda kumfisidi ile neema mtoke, ikisha mtoke ile neema, ndio raha yake. Na muona siku hizi yawe sana, wewe kanazenda kwa sababu ya, wallahi neema leo zamalizika kwa sababu ya, ya husuda, watu walivyojengeka husuda ndani ya nyoyo, neema ziko wapi? Tunahusudiana jamani, kwa nini tunahusudiana? Kwa sababu imetoka ile tabia ya mapenzi sasa imebaki tabia ya chuki na husuda, na hii ni tabia mbaya sana, na mwenye na tabia ya husuda, ndugu zangu wa Uislamu, hafaulu. Wewe kama una na tabia ya husuda, huwezi kufaulu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atuondolee hizi tabia za husuda na atujenge na nini, na tabia ya mapenzi. Wakati mmoja mfalme aliwatunuku watu wawili, anawaambia: nyinyi lebo ambeni, ninataka nini, kila mmoja aombe kile anachotaka, mimi nitampa. Ambeni, si si golden chance hiyo? Lakini hebu angalia sasa, mfano akaweka sharti moja ngumu, si ngumu, lakini ilikuwa ngumu kwa watu wa husuda. Alisema yule atakayeanza yule Yeah, atakianza mfano mfalme, na mimi nataka gari mbili basi yule mwenzake wa pili nitampa gari nitampa mara mbili. Sasa hilo lilileta taabu. Tunajua taabu inaletwa nini? Ni husuda. Haya aya, semeni kila mmoja hataki kusema, anza wewe, anza wewe. Manake wamejua nikianza mimi huyu mwenzangu atapata mara mbili, na sikubahali apata mara mbili huyu. Unaona matatizo ya husuda unaona matatizo ya husuda ha nani, mmeambiwa muombe sasa. Hata wewe ukipata moja, mwenzio akipata mbili, kwani shida ni kwanza ku ah. Husuda matatizo makubwa kabisa, si mradi umepata, lakini una lazima mshinde mwenzio, lazima basi. Walishindana mwisho, yule mmoja kwa sababu husuda alikuwa injaa mpaka sika 99 degree alimwambia mfalme, nataka unitoboe jicho moja Angalia matatizo haya, unikab jicho moja, lengo lake ni nini? Ili mwenzake atatombelewa mawili, hata kwa kipofu kabisa, afadhali yeye atakuwa anaona. Jamani, haya nyinyi muombe, muombe, leo muombe matatizo. Sababu nini? Ni husuda. Husuda jamani, yatakapokosekana na mapenzi baina yetu Wallahi zitajaa husuda ndani ya nyuzi, na leo husuda ndizo zilizomo ndani ya nyuzetu. Husuda zimetawala, hatupendani. Yani mwenzio akiwa na neema unamchukia, unaona, itamwondokea lini neema huyu ya Rabbi? Itatoka lini neema hii? Yani hutaki mwenzio apate, akipata nkero kwako, waona shida. Sasa uislamu huu, tutakwenda na Uislamu huu mpaka wapi? Mwenyezi Mungu atatufungulia neema sisi, kama tunahusudiana sisi kwa sisi? Na hasadi wa kwanza ni cha manake, mchawi akiona japo mahindi ya mwenzie ya nawili, aenda gani? Haya na wako humu msikitini. Nini hii ni husuda? Iletwa na nini hii husuda? Tumekosa mapenzi baina yetu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika tabia kubwa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ilikuwa ni tabia ya mapenzi. Tabia hii mbali na hizo tabia zingine, lakini tabia ya mapenzi ilikuwa ni tabia muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, anatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wataingia peponi kwa wingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ucha Mungu na tabia nzuri. Tabia jamani, lazima tujifundisheni tabia nzuri. Muislamu ni yule mwenye tabia nzuri. Hizi tabia nzuri zitakwenda tufaa sisi mbele ya Mungu. Hizi tabia nzuri hizi tabia kutoka kwa bwana bwanamtume sallallahu alaihi wasallam, tabia ya mapenzi, tabia ya huruma eh, tabia ya, ya ikhlas, tabia ya uaminifu, tabia ya ukweli, tabia ya huruma na tabia ya kufanya ihsan, na tabia ya msamaha hizi ni tabia alikuwa nazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na alijifundisha hizi tabia. Kwa hiyo nasi ni wewe na mimi, tujitahidini jamani, pamoja na ucha Mungu, lakini tabia zetu ziwe nzuri, kwa sababu zile tabia anasema, zile tabia nzuri zile, anasema kwa nabi mtume sallallahu alaihi wasallam: ma min shay'in athqala fil mizan al-abd mu'min yawm al-qiyama min husn al-khuluq, hakuna jambo hakuna kitu ambacho kitakuwa na mizani yaani kitajaliza uzito katika mizani ya mja siku ya kiyama, kama tabia nzuri hizi tabia nzuri hizi, bwana mtume sawa sawa anatuambia ndizo zitajaliza uzito katika mizani ya mja siku ya kiyama, utakapopimwa wewe na mimi katika mizani zetu, yale yani, mema yetu na maovu yetu. Maanake sisi hatueleweki kama hizi. Kote kote tuko kwenye mema, tuko na kwenye maovu pia, tuko misikitini hatutoki, lakini kwenye zina pia tuko ukija Ramadhani ndiso wenyewe sisi, lakini kila siku tuanguka. An, yaani hatueleweki. Sasa tutakwenda pima jamani, haya maovu hayo tunayofanya na haya mema, kuna mizani na tena mizani ni ya haki. haidhulumu sasa bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam anambia ni zile mizani ule upande wa, wa ya yale mema zikipatikana, husnul khuluq, tabia nzuri, basi mizani zetu zitakuwa na uzito. Na amezungumza vitu vitatu bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam ambavyo vitakuwa na uzito katika mizani ya mja siku ya Kiyama. Kwa hiyo tufanyeni sana ibada hii, cha kwanza ni hii tabia nzuri, pili ni sadaka

Subhanallahil adhim. Bwana Mtume anasema maneno mawili ni mepesa sana kwenye ulimi kuyatamka, lakini haya maneno yatakuwa na mzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu. na haya maneno anayapenda sana Mwenyezi Mungu subhana wa taala. ni maneno gani hayo? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adhim. kwa muda wa nusu saa haya maneno unaweza kuyazungumza, lakini wewe na mimi, unaweza maliza wiki nzima zia hujayatamka hata mara mia. Sasa mizani zetu zitatuwa na uzito na nini? Tasbihi hatufanyi, swadaka hatutoi, tabia nzuri hatuna, mizani zetu zitakuwa zita, zita, na uzito kwanini? kwa nini? Kwa ndugu zangu Waislamu, tabia tabia, ndugu zangu Waislamu ni kitu muhimu sana kwa Mwislamu, na hasa tabia hizi tuliozitaja. Tabia mojawapo ya mapenzi ni tabia muhimu sana katika Uislamu. Kama huna tabia hiyo wewe na mimi ufahamu mizani yako wa siku ya kiyama itakuwa hafifu. Na ikiwa hafifu, fa ummuhu hawia wama adhiraka ma hiya narun hamia. Yule ambaye mizani yake itakuwa na hafifu hafifu siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anasema huyo atakuwa motoni, atakuwa hawia. Ni nini hiyo hawia? Anasema naru hamia ni moto mkali kabisa, unasababishwa na nini na uhafifu wa mizani mizani zetu zimekuwa hafifu kwa sababu mizani zetu ilikuwa hazina tabia nzuri. Mizani zetu zimekosa sadaka, zimekosa tasbihi, ndio zimekuwa hafifu. Mizani kisha kuwa hafifu sakiama, ndugu yangu, tunakwenda motoni. Mizani kisha kosa uzito, tuna tutakuwa tumeangamia. Na uzito huu utaletwa na nini? <laughs> tabia nzuri, sadaka Tukazaleni sana, ametusisitiza sana Bwana Mtume swalla Allah alayhi wasallam, kama tujaribuni kutengeneza tabia zetu, na tuwe na wengi sana wa kutoa sadaqa hata kama ni kidogo, na tuwe na wengi sana kutingisha ndimi zetu kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi biiznillah, mizani zetu zitakuwa na uzito siku ya kiyama, na mizani zetu zikisha kuwa na uzito, fa amma man thaqalat mawazinu fa huwa fi ishati radhiya, ama yule ambaye mizani yake itakuwa na uzito siku ya kiama, basi huyo atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa. Ni maisha gani hayo? Ni maisha ya peponi. Mwenyezi Mungu atuongoze atujalie kila la heri, atuepushe na kila la shari, atustiri atuhifadhi idiani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atujenge na ucha Mungu, Mwenyezi Mungu atujenge na tabia nzuri, tabia alizokuwa nazo Bwana Mtume na masahaba Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu tunayo yajua na tusiyo yajua, mapya na ya zamani, ya siri na dhahiri, makubwa na madogo. Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Mwenyezi Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema na aturuzuku tawba kabla hatujafa. Mwenyezi Mungu aturuzuku shahada wakati wa kufa na atutie peponi. Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa, wa, wa sallam.